Kauli zetu zina umuhimu mkubwa kwa faida ya nchi yetu. Kauli zetu zilenge kujenga umoja wa kitaifa. Serikali itaendelea kutimiza wajibu, lakini pia kusimamia haki. Sio serikali, ni neno pana, linaanzia toka serikali ya mtaa, kuwafundisha watu wetu kwenye mitaa kama viongozi kusimamia haki na kuwataka wananchi nao kutimiza wajibu kwa sababu neno haki linaambatana na nini? Wajibu. Kazi yetu sisi kubwa, ambayo hata hawa viongozi wa wameamua kutuleta hapa, ni moja tu, ni ya kufanya ushawishi katika mambo tunayosadiki kwamba ni sahihi, basi na hakuna kingine. Mwenye busara ufikiria. Kwa mimi nataka kuwashauri sana ndugu zangu, ya kwamba tufanyeni ushawishi kwa yale tunayoona kwamba ni mema katika nchi yetu, tukifikiria pia na sisi, una watoto wako wanasoma Vurugu ikitokea, hautawahimiza asubuhi waende shuleni, kutiki utatiki, unavyoona. Lakini kuondoka kwenda kupiga kura ni takwa la kikatiba. Mambo mengine watu wanaweza kujadiliana, na ndio maana tunaambiwa njoni, njoni tusemezane, lakini ni muhimu na, na ndio nilichokuwa nakisema, ni muhimu tukafikiri ni namna gani viongozi wa kanisa, viongozi wa kiroho na misioni zake tukavaa uhusika wa moja kwa moja kuhakikisha kwanza watu wanademonstrate ule utayari wa kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa. Tunao wajibu, watumishi wa Mungu, mkubwa sana wa kuilinda na kuitetea imani. Yesu anasema atakaporudi ataikuta imani, lakini sasa hatuwezi kuitetea imani hii kama hatuna amani kwenye taifa letu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, moja kwa moja, sisi wote ni wadau wa kulinda amani kwenye taifa letu ili kazi yetu ya kutangaza Injili na kumhubiri Kristo iwe nyepesi na rahisi, Tanzania na ulimwengu mzima.